kwenye upande wa kwenye upande wa improvement kwa kwa upande wenu nyie, huwa mnaangalia vitu gani sana kwenye industry yenu ya kuku?

Hmm. Kwa, kwenye pale maelezo yenu mlikuwa mnasema kusiana na time na focus hiyo <laughs> imekaaje?